Oktoba 21 anakumbukwa mtakatifu Hilarioni Mkuu, aliyezaliwa karne ya nne huko Palestina. Alikuwa mwanafunzi wa mtakatifu Antonio wa Misri, mmoja wa waanzilishi wa maisha ya upweke. Alijitenga na ulimwengu na kuhamia kwenye jangwa ambapo alifanya mazoezi ya ibada na kufunga kwa makali. Maisha yake yalijaa majaribu na vifungo vya kiroho, lakini pia alifanya miujiza kadhaa kama vile kuponya wagonjwa na kutoa pepo. Umaarufu wake ulisababisha watu wengi kumtembelea ili kupata baraka zake, na alijulikana kwa hekima na upendo wake kwa watu. Alifariki mwaka 371 na na anaheshimiwa kama mtakatifu katika kanisa la Orthodoksi na Katoliki. Hilarion alitengeneza jamii ya wamonaki akisisitiza umuhimu wa maisha ya pamoja na huduma kwa wengine. Kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu, tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.